Shule yetu ilianz, ilianzishwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ilizinduliwa kwa tarehe 17 mwezi wa 7 2024. Fursa ambayo tumeipata ya Mama Samia kutujengea shule hii jirani na na nyumbani imepelekea sisi kwanza kutumia nauli kidogo kwa ajili ya usafiri kutoka nyumbani mpaka eneo la shule. Kitu ambacho kimepelekea tuepukane na mambo mbalimbali ambayo ambao tunaweza tukabii tuwapo njiani. Kitu cha pili imejenga uhusiano mzuri kati ya walimu na wazazi. Lakini shule yetu pia ina miundombinu mbalimbali, tunayo madarasa ya kutosha, pamoja na mabweni, pamoja na maktaba, pamoja na jengo la tehama. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuangalia watoto wa kike na kuanza kutuanzishia hizo shule za sayansi ambazo zinatusaidia kuweza kufikia malengo yetu kama ya kuwa maenjinia na madaktari kwa upande wa wenzetu. Mama Yuko Kazini.